Kuna mechi katika hizi, hizi, tano, hizi tano tatu kuna mechi uliona kwamba inaenda kuwa na, na, na, na magoli mengi kiasi hicho? <coughs> <coughs> Uh, kwa KenGold nilitegemea hundred percent lakini, uh, kwa Tanzania Prison Tabora nao wamefungwa magoli matano. Unapata picha? ni mwendelezo wa uh, form mbovu hmm. Kwa hiyo kwa ujumla uh, kile ambacho wamepata hmm. timu zote tatu hmm. Uh, ni kutokana na uh, ubora wao ambao ulikuwa unakinzana na ubora wa timu pinzani ambazo zimepata hayo matokeo. Tuanze hii ya Tanzania Prisons dhidi ya Young Africans. Uh, mm -hmm. Wananchi walikuwa na muda mrefu sana uh, hawaja hawajaonekana kama wapo au hawapo. mm -hmm. Uh, lakini jana wakaonyesha tu sisi bado tupo. Yeah. Na kwa mimi binafsi nilikuwa natazama zile mechi zote mbili kwa kuibiaibia mm -hmm. Uh, ya Simba pamoja na KenGold tuna dabi ngumu sana. Yeah. Tarehe 25. Hey. Mechi itakuwa ngumu, hey, kutokana yani, unajua uh, kwenye kwenye uhalisia mpira unakupa picha kwamba uh, hii timu ni bora mm, kutokana na matendo ambayo yanaonekana ndani ya kiwanja mm, yaani timu inacheza vipi uh, mm. unatengeneza vipi hizo nafasi ambazo zinabadilishwa kuwa magoli ko kwenye form mm, timu zote hazibahatishi. Sasa mm. kuna vitu ambavyo pengine ndio vinaweza kuja kuwa different kwenye hiyo mechi ya tarehe ishirini na tano mm. Anasema, small details make difference. Kuna hmm. vitu vitu vidogo ambavyo vikifanyika kwa usahihi inawezekana mimi nikaa tofauti na wewe kwenye jambo moja. Okay. Kwa hiyo hii naitegemea kuiona kwenye mechi, kwa sababu kwenye mizani hmm. mpaka sasa hivi unaona uh, ubora ambao uko uko sawa, kwa sababu ya hilo gap la alama moja kutocheza kwa Yanga kwa muda mrefu na kile ambacho jana wamekifanya kwenye uwanja wa Sokoine pale Mbeya dhidi ya Tanzania Prisons miongoni mwa timu ambazo pia zinasifika kupatia wakati mgumu pindi unapocheza nazo, unaweza ukazifunga, lakini kuna wakati mgumu zitakupatia mm. Ilitosha kuonesha Yanga uwezo walionao kwa kucheza ugenini, kucheza na timu za namna hiyo ambazo zinaweza zikatengeneza mazingira magumu ya wewe kupata alama tatu. Sasa hapo ni yani, kitu kikubwa ambacho cha kujadili ni mm. ukiachana na Yanga kutocheza muda mrefu mm. pia inabidi uangalie daraja la wachezaji ambao wanapatikana katika misimu ya karibuni uh, yaani kwa mfano msimu huu ukiangalia wachezaji ambao wapo Tanzania Prison na misimu mitatu minne nyuma, kuna utofauti mkubwa wa ubora. Sasa hmm. ubora ukiwa mdogo, unaenda kucheza na mpinzani ambaye, mchezaji ambaye anakaa benchi anaweza akaofa kitu kama kile kile ambacho cha mchezaji ambaye anaanza, maana yake unaenda kutana na kitu kizito zaidi. Sasa hmm. unaondoa Yanga kutocheza muda mrefu sababu inawezekana hawajacheza muda mrefu lakini kwenye e, mazoezi wanafanya kitu ambacho ndio kile ambacho wanafanya kufanya kwenye mechi. Issue inayokosekana ni ile pressure. Kwa sababu kwenye mazoezi, uweze kupata pressure, uweze kupata shinikizo kwamba unahitaji kitu. Lakini kwenye mechi utabidi umlazimishe mpinzani kumfunga. Sasa hapa ndio ambapo unaona utofauti wa mchezaji mmoja mmoja ambaye anapatikana Yanga na anapatikana Tanzania Prison. Lakini hiyo ni quality tunaongelea. Lakini wakati mwingine wanasema unaweza kuwa na quality lakini bado usipate matokeo hmm. Yaani una wachezaji bora lakini usipate matokeo kwa sababu gani? Endapo ukiwa na wachezaji bora hawatimizi majukumu ambayo wanapaswa kuyafanya kutokana na zile position ambazo wanacheza, maana yake hutaweza kufanikiwa kupata hayo matokeo. Lakini kinyume chake, kwamba endapo wachezaji wanatimiza majukumu vizuri kwenye hmm, yale maeneo matatu ya kiwanja, obvious unaweza kufanikiwa. Ndio hicho ambacho tunakiona kwa Yanga kwamba namna ambavyo wana kuna momenti unaona kabisa kwamba uh, wana, wanakufunga yani, unaona kabisa unatafutwa ufungwe. Kwa hiyo mwisho wa siku mi naamini kwenye kujituma na ubora mchezaji mmoja mmoja, lakini as a team unaona namna gani Yanga wana flow. Kwa hiyo wa Tanzania Prison wamefungwa katika kiwanja cha nyumbani, lakini huwezi ukaondoa ubora wa wachezaji wa Yanga kwa ujumla, sawa.